Nampokea baba yetu askofu mkuu Novatus Rugambwa ambaye alikuwa kwenye utume wake wa kiaskofu katika kumsaidia Baba Mtakatifu, uinjilishaji duniani. Amekuwa balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali. Lakini hata kabla ya pale, tangu atumwe na askofu wake kwenda kusoma, baadaye akaingia kwenye huduma za ubalozi za baba mtakatifu duniani, amekuwa kwenye utume huu. Tunampokea misionari wetu, alienda kumtangaza Kristu duniani, ni matunda ya imani ya Tanzania. Na hivi tunapompokea hapa akiwa anaenda katika shamba la Bwana kule alikozaliwa Bukoba, hatuna budi kiimani kusema kwa Mungu asante kwa zawadi ya mtumishi wake huyu. Lakini tunampa pia shukurani Mungu kwa kuwa na yeye ameitunza imani yake nzuri na amekuwa shahidi wetu mzuri zaidi sana. Huyu amekuwa ni balozi wa Baba Mtakatifu mzaliwa wa Tanzania wa kwanza. Na tunaye mmoja tu, na hivi tunamshukuru Mungu, na tuna imani mema mengi aliyoyatenda baba yetu Askofu Novatus Rugambwa yata na yamimfikisha huko kwa baba alipopenda kuitangaza imani ya Kristo fufuka. Tunamwomba baba mwadhama eh, Polycarp Kardinal Pengo Askofu mkuu mstaafu wa junguwa kwa niaba ya kanisa tunapoipokea maiti ya hayati Novatus Rugambwa skofu mkuu kutoka alikokuwa kule amelazwa Vatican, basi baba, mpokee, ili tunapoenda kumpeleka katika shamba la Bwana tunasema, baba mwadhama eh, mtumishi wa Bwana yuko hapa, mwili wake uko hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho mtakatifu Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kiwe na ninyi nyote Amin. Ndugu na jamaa mlioko hapa naomba sana tushirikiane kumwombea huyu baba yetu ambaye kama tulivyosikia amefanya kazi kubwa ya katika kanisa la Kristu, sio tu kwa hapa Tanzania lakini kwa kanisa la ulimwengu kupitia Baba Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, itakalo ifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, atusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea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

Tuombe sana Mungu Baba atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kamili, kama Kristo alivyotufundisha. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba, njia ya kufika mbinguni. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo uliotayarisha makao mapya katika nyumba ya baba Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Tuombe. e Mungu, usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Baba Askofu Mkuu Novatus, tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako waliokusanyika <coughs> hapa, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani Utujalie sisi sote tuliokusanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote yanafutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Upokee baraka, tunaomba. Tuko kwenye mazingira ya uwanja wa ndege wa kimataifa Dar es Salaam. Wameomba tufanye ibada zetu kwa ukimya fulani e. Kwa hiyo tuna majonzi makubwa kweli kuondokewa na baba yetu, bado ni kijana nyaka amezaliwa mwaka 1957. 97 tunaguswa. Kwa hiyo tutokee kwa utulivu, ili hawa wa airport tusivuruge sheria zao, kwa tunapewa baraka e, tukiendelea na ibada y kuelekea kwenye kanisa la Bikira Maria mkujiwa dhambi asili kwenye Secretariat ya Baraza la Maaskofu e, kule Kurasini. Kwa hivi tunaenda wote huko kama tulivyopanga kwa usafiri hapa tu, kwa hivi hapa kwa utulivu. Baba tunakuomba utupatie baraka, msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nani, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.